Karibu katika somo la kwanza la mfululizo wetu wa Microsoft Word kwa Kiswahili. Katika video hii tutakushika mkono na kukutambulisha kwenye programu ya Microsoft Word. Utajifunza jinsi ya kufungua Word, kuelewa muonekano wake na sehemu muhimu za kutumia. Sehemu hii ni muhimu sana kwa yoyote anayetaka kuanza kutumia kompyuta kwa kazi za ofisini na Masomo tutayojifunza kwenye video hii ni jinsi ya kufungua Microsoft Word, kuelewa ribbon na tabs, home, insert na kadhalika, sehemu ya kuandika yani, document area na jinsi ya kuunda document mpya kutengeneza new document. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na masomo yanayofuata. Tuanze sasa kufungua programu yetu ya Microsoft Word. Kama unatumia kompyuta yako ya Windows, nenda moja kwa moja chini kwenye alama ya Windows, bonyeza hapo, na ukifika hapo yawezekana ukawa hujaiona application yako. Unaweza ukatumia njia hizi zifuatazo: kwanza nenda kwenye sehemu ya recommendation, lakini nenda kwenye more, na hapa utaziona application zote ambazo ziko kwenye kompyuta yako chini utaiona Microsoft Word. Ninaashumu tayari umekwisha kufanyiwa installation ya Microsoft Office kwenye kompyuta yako na hivyo ukienda kwenye sehemu ya program utazikuta uh, program za Microsoft ambazo ni pamoja na Microsoft Word, Microsoft PowerPoint na Microsoft Excel ambazo ndizo za muhimu sana kwenye shughuli za kila siku. Na sisi tunakwenda kufungua Microsoft Word. Utaona imeandikwa Word. Nikishafungua nitaona mambo yafuatayo. Nitaona upande wa kushoto kuna home, new au open. Hizi ni menyu tatu za kushoto ambazo ni za muhimu kabisa, ambazo unapatwa kuzifahamu, lakini chini nina taarifa au nina menyu ya account na vile vile menyu ya option kwa ajili ya settings mbalimbali, akaunti kwa ajili ya taarifa zako za akaunti yako, na option kwa ajili ya setting mbalimbali mbali. Nitarudi tena pale. Nikifika hapa kwenye hii option ya home, itanipatia taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kunieleza wapi ambapo ninaweza kuanzia kutengeneza dokumenti yangu ambao ninataka kuifanyia kazi Nitasema ninaweza kuanza na new document au nikatumia template mbali mbalimbali ambazo tayari zimekwisha kuandaliwa na Microsoft. Hapa unaweza kwenda moja kwa moja kwenye kutengeneza new document na hapa pia utapata kile ambacho wamekupatia pale kwenye home lakini kwa ukubwa wake zaidi. Kwa hiyo utaweza kuanza na blank document hii ambayo haina chochote na hapo ndipo sisi tutaanza napo. Lakini la kama una document ambazo umekwisha kuzifanyia kazi, unaweza kwenda hapo kwenye open, na wewe basi utaweza kuifungua ile dokumenti, eidha iko kwenye kompyuta yako au umeiweka kwenye cloud kama OneDrive, utaweza kuifungua kutokea hapo. Twende ndani sasa, tuingie kwenye sehemu ya new kwa sababu dokumenti yetu ni mpya. Hatutatumia templeti zilizopo, lakini baadaye ukipata uzoefu, unaweza ukatumia templeti mbalimbali ambazo ziliopo kuanza kutengeneza mara moja dokumenti ambayo unaitaka. Mimi nitakwenda kwenye blank document ambayo ninategemea itakuwa ni document nyeupe na bado haijafanywa kazi. Kwenye video hii tutajifunza hapa kwa haraka haraka tu hizi ribbon Uh, hizi riboni na tabs ambazo zipo hapa, yani hizi menyu ambazo ziko hapa kwa uchache wake, na kadri tunavyoenda mbele utaweza kuzipata kwa kina. Na kama umeangalia video hii na umeipenda, usiache kusubscribe au kulike na kuniachia hapo maoni hapo chini. Basi tunaendelea na video yetu. Hapa option ya kwanza kabisa ambayo utaikuta ni home. Home inakupatia vitu vingi sana. Hapa mwanzoni kuna sehemu ya clipboard, unaweza ukawa umekopi taarifa fulani na ukaipaste au ukafo ukakopi, uh, formati fulani, na pia ukaenda kuipaste hii tutaiona na inaweza ikawa Maturani. hii tutaiona baadaye na inaweza ikawa ya msaada sana kutokea kwako. Hapa kuna fonti mbalimbali mbali ambazo unaweza ukazichagua na kuhakikisha dokumenti yako inakuwa ni ya kuvutia. Utachagua fonti unayoitaka lakini utaseti ukubwa wa maneno ambayo unataka kuyaona hapa unaweza kubold kuitalicsize, au kuunderline na hayo tutaweza kuyaona. Pengine unataka kukata maneno ambayo umeyaweka utachagua hii hapa strikethrough. Na vile vile unataka kuweka, kwa mfano, mara nyingi kwenye tarehe kale ka th, unataka kukaweka juu, utatumia hii hapa superscript pamoja na subscript, kama kuna kitu unataka kukiweka chini, pengine ni kwenye formula, unaweza ukatumia hizo a uh, staili mbalimbali, lakini vilevile vile unaweza ukaseti rangi na kuhighlight kwa kutumia uh, hizi ambazo ziko hapa, na zenye zitakupatia muonekano mzuri. Kama unataka kufanya bulleting, kuweka kwa kwa bullet uh, content ambayo umeiandaa, au kwa namba au kwa namba, kwa mfano uh, namba uh, moja, kifungu a, hicho chote utaweza kukifanya kupitia hizi staili ambazo ziko hapa kwenye ribbon area. A section ya paragraph na unaweza kufanya hayo yote. Pengine maneno unataka kuyaweka kushoto, kulia, basi hapa hapa kwenye paragraph unaweza ukafanya hivyo na ukapata kitu unachotaka. Unaweza kuweka borders ambazo unaziweka uh, kwenye eneo ambalo umelifanya pengine umetengeneza table Utatumia section hii pia kufanya hivyo. Hapa kuna fonti mbalimbali mbali ambazo zipo kwa maana ya heading kon uh, namna ya, yaku ya, ku, ya, ku, ya kuplani dokumenti yako inataka iwe na heading ina subheading na unataka iwe na content au paragraph, vyote hivyo unaweza kuvifanya kupitia sehemu ya styles na nitakuonyesha uh, hapa sio muda mrefu Huku mwisho kwenye editing, unaweza kufind na kureplace chochote ambacho kiko kwenye document ndefu. Baadaye imeanza kuwa na maneno mengi, unaweza ukatafuta specific neno kupitia find, au pengine document yako unataka kubadilisha uh, content moja ambayo imejirudia, pengine ni jina la mtu au ni kitu fulani, unaweza ukafind and replace ukaweza kubadilisha hayo yote. Hayo yote yanapatikana kwenye tabu moja ya home, na ambayo inakuja na ribbon mbalimbali ambazo nimezieleza hapo awali. Nenda kwenye insert. Kwa haraka haraka, unaweza ukainsert a cover page. Kwa mfano, kuna dokumenti yako umekwisha kuiandaa, unataka iwe na cover page ya kuvutia, nenda hapo kwenye cover page utaona sample ambazo ziko hapo, au unaweza ukatengeneza ya kwako ambayo itakuwa ni ya kuvutia sana. Unaweza kuset blank page katikati au mwisho au popote ambako utaona. Hapa ninataka niongeze page specific kwa ajili ya kazi fulani, nenda kwenye blank page na unaweza kufanya hivyo pia. Unaweza kufanya page break. Hii nitakueleza kwa kina wakati unajaribu kuandaa document yako, ili iweze kutengeneza a content a table of content, na pia ili uweke kwamba kuna baadhi ya page ziwe kwa kuna baadhi ya peji ziwe kwa namba ya kawaida basi, hapa kwa kutumia hii ficha unaweza ukafanya hivyo na kuleta majibu unayotaka. Hmm, unataka, unataka kuweka tebo, nenda kwenye seksheni ya tebo, riboni ya tebo, unaweza pale ukainseti tebo kwa vyovyote vile ambavyo unataka kwa ukubwa na saizi ambayo unataka wewe. Pia unaweza ukainseti imeji ambayo unataka kuiweka yako, kui ambayo, ako, picha, ili kuleta emphasis zaidi kwenye dokumenti yako, nenda kaweke image pale. Unaweza kuibrowse ambayo hiyo image iko kwenye kompyuta yako, au unaweza kuitafuta online. Unaweza ukasearch na ukaipata hiyo picha na ukaiweka ili dokumenti yako iwe ya kuvutia sana. Vile vile kuna sehemu ya shape mbalimbali. Unataka kuweka duara, unataka kuweka triangle, nenda kwenye sehemu ya shape utaweza kufanya hivyo na vingine, nitajaribu kuskipu, ntakutajia vya muhimu. Pia unaweza kuweka linki, unaweza kuweka online video. Kama video iko YouTube, ka linki na dokumenti yako. Unaweza kuseti maneno kwenye heda kule juu, au kwenye futa kule chini, yawe yanaonekana. Kwa mfano, nataka kuweka jina la mwandishi wa hiyo dokumenti kwenye futa Unaweza ukafanya hivyo bila kuwa na changamoto yote kwa kwenda kwenye uh, ribbon ya header and footers na ukaweka uh, na pale imekupatia mifano mbalimbali ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya hilo hapo. uh, vile vile unaweza uka search uka, uh, uka, uka insert page number aidha kwenye uh, juu ya, ya, ya dokumenti yako, au chini ya dokumenti yako unaweza ukaseti hivyo bila kuwa na wasiwasi wote, unataka kuseti mwanzoni katikati au mwishoni. Uh, pilevyeo unaweza ukafanya hivyo kupitia uh, section ya header and footer. Kwenye kipengele cha header and footers unaweza ukaset block of text kutumia text box na zingine nyingi. Sijui kama kuna mtu bado anatumia word art, lakini uh, naona hapa bado ipo. Twende kwenye draw. Unataka kuleta emphasis kwa kutumia draw huwa siitumii sana. Unaweza ukachukua hapo na ukachora mchoro fulani kwenye dokumenti yako bila kuwepo na tatizo lolote. Nenda kwenye sehemu ya disaini. Unataka dokumenti yako uadapti disaini fulani ambayo tayari Microsoft wamekwisha kuiandaa, unaweza kufanya hivyo kwa kuchagua hiyo uh, dokumenti husika uh, disaini husika na wewe ukaifanyia kazi hapa ninakwenda kwenye sehemu ya layout, na yenyewe ni muhimu. Unataka maneno yako yaende, yasogee ukutani au yarudi katikati zaidi, tumia margin kufanya hivyo, na tayari pale kuna format mbalimbali mbali ambazo unaweza kuzitumia, kama normal margins, narrow margins ambayo inaenda ukutani kabisa, moderate au wide ambayo ina inahakikisha content na kuwepo iko katikati miradi na kuendelea. Vile vile orientation Sometimes document yako inaweza ikawa kaa ina table pana zaidi na inaweza isifiti kwenye portrait mode, basi tumia option ya landscape ambayo document au A4 ile itakuwa imekaa kwa kulala au uh, unataka iwe kwa kusimama kwa maana ya portrait, ni wewe pia size ya document, mara nyingi by default naona inakuja kwenye letter size, lakini Tanzania huku wengi tunatumia uh, A4 size. Tumia hiyo A4 size, unaweza kuchange hapo, au pengine unataka kuweka document kwenye A3 gonga hapo tili na dokumenti yako, au ile output ambayo utaitoa itafiti vizuri kwenye saizi ambayo umeitarajia. Umeangalia kama magazeti huwa yanakuepo, yana maandishi ya ya maneno yameandikwa kwenye kolam. Hapa ndipo ambapo unaweza kufanya hivyo, kwa unaweza kuweka kolam mbili, kolam tatu au kolam nyingine, ukaweka kulia, ukaweka kushoto, ni wewe tu, na hizo option unaweza ukachagua kupitia hapo hapa kuna ishu ya break, imerudi tena naona iko hapo. Kuna laini namba, unaweza ukauka uka, ukaweka kwamba dokumenti yangu ina laini ngapi. Unaweza kuweka hizo hyphenation kwenye dokumenti yako indentation, kwa maana ya kutoka kushoto, lile neno lako la mwanzo linaanzia wapi? Umeona hapo, utaweza uta, uta kupeleka hivi katikati au urudishe nyuma kidogo au kule uh, kabla ya n, uh, paragraph na paragraph, kwenye hii e before au after paragraph, kuwe kuna uh, upana kiasi gani, au pengine kulia kuwe kuna uh, umbali gani kutoka kwenye margin ambayo unakuwa umeiweka. Kwa hiyo hapa Uh, tumia indentation na spacing kwa ajili ya kusave ayo mambo yako kwenye ribbon ya paragraph, uh, kwenye uh, tabu ya layout, na vile vile arrange. Hii hapa ni very important kama unatumia image uh, kwamba ile picha ulioileta iwe nyuma ya maandishi au iwe mbele ya maandishi, iwe chini, iwe kushoto au maneno yaizunguke ile picha, unaweza kufanya kwa kupitia arrange. <coughs> Na hapa pia unaweza ukafanya Uh, hii hapa ya ku-align kama unataka ku-align kushoto au kulia hiyo, uh, content ambayo unakuwa umeiweka. Nenda kwenye reference, very important na hapa tutaangalia swala la kutengeneza automatic table of content kwenye video zijazo, lakini hapa ndipo uh, kwenye se um, kwenye hii tab ya references na kwenye ribbon ya table of content, unaweza kuja hapa na kuchagua table of content ambayo unataka uh, um, kuitengeneza iwe ya mfanano gani. Na hapa unaweza kufanya hivyo. Hapa unaitumia hii kuupdate namba endapo umeandika uh, dokumenti yako umeshaweka table of content, lakini unataka kuupdate namba peke yake, nenda hapo kwenye update table, basi itafanya hivyo. Kama unataka kuweka footnote uh, ili kuweka emphasis kwenye reference flani au sources flani, tumia hii section ya footnotes. Uh, ribbon ya footnote inaweza kukupatia kile ambacho unakitaka kwa kuinsert hizo hapo. Kama wewe pia ni mwandishi na unafata standardi za uandishi kwenye kuweka references, unaweza ukachagua style either ni APA au MLA, na hizi zimekuja na version na nafikiri hii ni sixth edition, seventh edition, unaweza ukaona hapo ambazo zimeenda. Nenda kwenye ribbon ya citation na bibliography kwa ajili ya kufanya hivyo. Pia unaweza ukainsert caption mbalimbali mbali kwenye figures ambazo umeziweka au table ambazo umeziweka kwenye document yako, kwamba hii figure ni ya kitu fulani au hii ni nani ambayo umemweka hapo. Lakini pia unaweza ukainsert table figures, ambazo zote unaweza kuzipata kwenye sehemu ya caption, na hiyo ni ya muhimu sana. Naenda kwenye mailing, nafikiri na hii na yenyewe tutajaribu kuifanya kama una barua iza barua unataka kuzitumia kwa wafanyakazi wengi, na content ya ile barua inaweza ikawa inafanana kwa asilimia kubwa, maeneo machache tu ambayo yanatakiwa kubadilika, tumia mail merge inaweza kukusaidia kufanya hivyo, na hii utaipata kwenye menu ya mailings. Na hapa utaona hizo feature mbalimbali kwa ku create envelope labels, ku start mail merge na pia ku select recipients ambao unataka watumiwe. Hapa unaweza kufanya Uh, right and insert field ambazo zile zinatakiwa kuchange, lakini muhimu ni kwamba unaweza ukawa una uh, content moja na zile uh, yale maeneo yanayobadilika tu ukayavuta kutoka kwenye sources na uh, ikabandika mle majina kwa kila moja moja na barua ikatoka za watu wote uh, kama ambavyo ulikuwa unafikiria. Kwa hiyo hii inapunguza mlolongo mrefu sana. Twende haraka haraka kwenye sehemu ya review. Kama unataka kushare document yako na mtu mwingine kwa ajili ya review na aone kwamba wewe umefanya changes wapi, anza kwa kutrack changes kwenye hiyo document, na pia kila utakachoandika basi, yule mwenzako au wewe pia utaona ni wapi ambako umefanya marekebisho, na ikienda kwa mtu mwingine, basi ataweza ku review ku accept au ku reject recommendation ambazo umeziandika kwenye hiyo documentation yako, na ataweza kunavigate kupitia previous na next, uh, kwenda kwenye hizo dokumenti zako. Lakini pia unaweza uh, kuandika comment uh, kwenye hiyo document ambayo unaireview, na hapa pia unaweza kuona kwenye sehemu ya comment, pengine kuna sehemu nyingine umefanya Uh, changes moja kwa moja utaandika, lakini kuna sehemu nyingine maybe you want to, to get a real clarification au kuweka emphasis zaidi unaweza ukaandika comment kwa ajili ya hivyo uh, kupitia sehemu hii hapa ya comment. uh, sehemu ya ku view very straightforward document yako unataka ku view kwa mode gani, ni read mode, print layout ambayo tuko nayo saizi hapa, au unaweza ukaweka uh, view nyingine ambayo iko pale koja, nirudi tena pale kwao, unaweza ukazipitia hizo uh, view mbalimbali ambazo unaweza kuziona na pia ukawenda kwenye maelezo mbalimbali mbali kama kuweka rula au uh, grid line za dokument yako. Yote hayo unaweza kuyafanya kupitia view. Ah, jambo lingine li sasa, kama unataka msaada zaidi kutoka Microsoft wenyewe kwa vitu ambavyo wamekwisha kuviandaa nenda hapo kwenye help. Unaweza kupata details mbalimbali kuhusiana na hilo hapo. Haya, hii ilikuwa ni uh, utambulisho tu wa uh, Microsoft Word kupitia uh, hii hapa Office 365 ambayo nimekwisha kuinstall hapa kwenye kompyuta yangu na angala umepata picha na yamkini kwamba wewe pengine umekuwa ukitumia Microsoft Word kwa muda mrefu, lakini kuna baadhi ya menu maybe zimebadilika. Nafikiri sasa utakuwa umeweza kupata picha ni wapi hicho kitu kimeenda. Na kwenye video zijazo tutaenda sasa kwa kina kuangalia nini ambacho tunaweza kukifanya kwenye Microsoft Word. Kama umeangalia video hii na mpaka sasa bado hujasubscribe YouTube channel ya Yesaya Software, na kusii sasa subscribe sasa kwenye YouTube channel ya Yesaya Software at Yesaya Software. Pia usiache kuandika maoni yako hapo chini na utuachie like kama umpenda video hii. Tuonani kwenye video ijayo.